kila la heri katika ufanyaji wa kazi zao, na wote tutaapisha kesho asubuhi kama taarifa itakavyotolewa na katibu mkuu kiongozi. Asanteni sana.